Je, unatafuta njia asilia ya kuimarisha afya yako ya uzazi? Jiunge nasi sasa kwa kusubscribe. Wanaume wengi wanatafuta suluhisho la kuboresha mbegu za kiume. Leo tunakuletea siri rahisi. Kunywa juisi hii asubuhi na utaona mabadiliko makubwa. Ni juisi ya matunda na mboga maalum. Viungo muhimu ni mchicha, ndizi na parachichi vyenye virutubisho muhimu kwa afya ya uzazi. Mchicha una folate na zinki, ndizi zina potasiamu na parachichi lina vitamini A na mafuta yenye afya. Mchanganyiko huu huongeza nguvu, huimarisha mfumo wa kinga na kuboresha ubora wa mbegu. Anza siku yako kwa glasi moja ya juisi hii yenye lishe na utahisi tofauti kubwa mwilini mwako. Usikose fursa hii ya kuboresha afya yako kiasilia. Jaribu leo na uone matokeo chanya. Kwa vidokezo zaidi vya afya na ustawi, hakikisha umesubscribe kwenye chaneli yetu sasa.